Naam, ujambo na karibu mpenzi mtazamaji wetu popote ulipo, au mtazamaji wangu popote ulipo, nataka uangalie maelezo ya taarifa hii kwa umakini sana. Wasionifahamu, wana kwetu walisalia kuniita Samuel Juma Barasa. Nataka uelewe taarifa hii kutoka kwa mwenzangu, wana habari mwenzangu kule taifa la Tanzania. Ni matukio ya kuajabisha, na ukielewa dawadali elimisha jamii Kutokana na hii taarifa ambayo unaona, labda labda, taaa mtoto huyu alipata kuokota peni peni e. Wacha huyu mwana ilikuwa mambo alipatakuokotawah mwana baru wetu atueleze. Alafu saizi ndugu zangu, salama aleikum, tumsifu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, ni tamaa, nimeleta taarifa hiyo. Sisi wote tuna familia umundani, lakini mbali ya familia sisi wote tuna na jamii, na Afrika inajulikana na hususan kwene nchi ya Tanzania na nchi zingine zinazozunguka Tanzania zinajulikana kwa upendo, amani na mshikamano ulio tunaoendelea nao. Uh, eh, hizo ni peni, hizo ni peni ambazo zimepambwa vizuri sana hizo peni. Lakini hizo peni naomba lazi kwanza, nimekuja kwenye magrupu ya michezo kwa sababu ni swala la nusu jamii, inabidi na sisi tuchukua hizi taarifa tuipelekee jamii hususan kwenye, kwenye, kwenye vikundi vya makanisa misikiti, eh, na shule, sehemu tatu, kwenye shuleni vinatupwa hizo kwenye makanisa, kwenye misikiti hizo zinatupwa, kwa sababu ya kuja kuangamiza vizazi vyetu na watoto wetu. Ndugu zanguni, haya matukio yametokea Zambia. Mkiona peni zimetupwa barabarani, e, mtu mzima au mtoto, usiokote. Peni zinapendeza sana, zinang'ang'aa sana unafikiri kitu cha ajabu jabu, lakini ni peni hizo peni. Baada ya kuiokota muda fulani, ukishika katika mkono wako baadae sijui ikipata joto gani inalipuka. Ikisha lipuka inakuja usoni na kupofua macho. Ukiwa kwenye mkoba wako inapofua kwenye mkoba mpaka kwenye mbavu humu. Watoto akiwa kwenye mkoba wa shule akiokota inaenda kumharibu sana watoto mpaka kichwani. Kwa hiyo ni kitu cha hatari ambacho mpaka dakika hii hatujui ufumbuzi wake. Kwa hiyo, tumeona bado tutangaziane uhatari unaoendelea, ili tuepushe watoto wetu, tuwafundishe watoto wetu, tuwaambie watoto wetu wote tutangaziane. Tunajua umu kuna Waislamu, tunajua umu kuna Wakristo, tunajua umu kuna watu wapagani. Kwa hiyo kwenye mashule tunajua kuna walimu, watangaziane walimu, e, kuhusiana na matukio haya, wapewe hizi picha watoto, wazione njia wanazopita watoto, zile ambazo zinatupwa hizi peni. Kwa hiyo ni hatari sana, tunaomba tutangaziane. E, hawa watu hatujajua wana lengo gani na wana watu wa Afrika, hatujajua wana lengo gani na nchi za Afrika, hatujajua wana lengo gani na vizazi vyetu. Kwa hiyo kuzidi kuombea taifa letu, tuzidi kuombea mataifa yetu, lakini kuzidi kumuomba Mungu, lakini pia kuzidi kuwaelekeza na kuwaelimisha watoto hatari ambao za kuokota vitu njiani. Hatuwezi tukajua leo, anaweza kabadilisha kwenye peni, peiwa vitu vingine. Kwa hiyo tunaomba taarifa hizi ienee kote kwa, kwa, kwenye mashule na walimu waifanyie kazi. Haya ni matukio ambayo ametokea Zambia.